Sisi tunasema uwanja wa ndege tutauunganisha na chake chake, iwe ni sehemu ya kivutio cha chake chake, iwe ni sehemu ya biashara za chake chake. Sisi tunasema uwanja wandegi, wa ndege, aliyedhulumiwa yoyote, tutakwenda kuchunguza dhulma iliyofanyika, na inshallah, ndugu zangu, kila aliyedhulumiwa tutamlipa fidia stahiki. Watu wanapiga mabilioni kama yaliyotajwa hapa. Wewe mwananchi unada nyumba yako unalipwa milioni saba, unalipa milioni kumi na mbili, ukajenge nyumba wapi? Ndugu zangu, tunasema katika sera yetu ya tawala za mikoa Sera zetu za kuifungua Pemba, la kwanza ni kurudisha miji mikononi mwa wananchi wenyewe, kwa sababu ndugu zangu, mji hauendeshwi na serikali kuu. Mji unaendeshwa na serikali ya mtaa ambayo ama, ama itakuwa halmashauri au manispaa. Manispaa ni chombo cha wananchi chake imejaa neema, imejaa maeneo ya kujengwa kisasa, yakaendelezwa kisasa. Nyote wana chake chake, mkaa wa matajiri, mnaishi maisha heshima, sio haya.